Mambo kama kama life ah, e, e, e. e, nasema e, tunakupanda na kushuka, kwa hiyo tunapitia mambo mengi, namshukuru e, Mungu niko vizuri. Aa, kama upo vizuri bwana, basi hata mimi pia nipo vizuri, lakini pia nadhani hata watazamaji wa Dax Media pia watakuwa vizuri. Jana Simba alikuwa jimbani dhidi ya Mbeya City. Majira ya saa moja, Eh mchezo bwana, ulionaje bwana Jafiti? Kwanza, mchezo ulikuwa hmm, vizuri e, lakini mimi cha kwanza dio, naomba niwapongeze Mbeya City kwa sababu Mbeya City walifungwa mechi ya jana. Sasa napongeza watu walifungwa? Ndiyo, nisikilize kwanza. Mbeya City hmm, mechi ya jana walifanikiwa, kwa sababu ukiangalia mechi tano za nyuma hmm, Mbeya City amefungwa mechi tatu hmm, sare moja dio, na yeye ameshinda mechi moja hmm, lakini jana ameweza kuzuia mashambulizi ya, ya washambuliaji wa Simba wakubwa mm. na wakati walikuwa pungufu toka dakika ngapi moja, mm. toka na red card, yeah. ya ishirini na moja kutokana na red card ya Vitalis Mayanga. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza Mbeya City, walifanikiwa kwenye mechi ya jana kwa sababu waliweza kuzuia mashambulizi mm. wachezaji wakali wa Simba kama kina jonahani soa Moisi mm. Abrahamu alikuepo, kina Mpanzo Elio alikuwepo, eh, Steven Mkwara aliingia dakika za mwishoni Mbeya mm. City naweza kuwapongeza kwa sababu waliweza kuzuia mashambulizi ya Simba na akaweza kupunguza magoli hiyo, wakafunga tatu tatu sifuri sawa, bwana bwana Jafet. Sasa Simba ametoka kumfukuza kocha mkuu Dimitri Alpante Mitalipante, hivu e, takriban siku tatu ama nne zilizopita. Na jana tumeshuhudia soka biliani kulikweli. Ndio watu jana wamefurahi sana soka la Simba. Sasa so, unadhani wapi Matola amefaulu zaidi? Kwanza siwezi kusema Matola amefaulu au amefeli, kwa sababu ndo mechi ya kwanza yeye baada ya kuachana na Dimitri, manager wa timu ya Simba, yeah. Koo, hapa unaweza kuwasifia wachezaji yeah, kwa sababu sasa hivi kila mchezaji ana ile speed ya kupambana yeah, kwa sababu ya kutafuta namba, kwa sababu ni kocha mpya ameachia timu yeah. Koo, kila mtu anatafuta ile nanilia kumwaminisha kum, kocha yeah, ili aendelee kumpa nafasi ya kumwamini koo. Siwezi kusema kwamba labda mbinu za Suleimani Matola yeah, alifanikiwa yeah au ana mbinu nzuri sana kwa wapo, naweza kuwasifia wachezaji waliweza kupambana Kudu, kwa sababu ya, eh, kwa juhudi zao kwa sababu hmm, ya kutafuta namba kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ndo kocha mgeni ameachiwa Matola sasa. Bwana Jeffrey ah, sasa, hivi Simba yupo katika mchakato wa kutafuta kocha mwingine. Sasa, kwa jinsi ulivyomuona ah, Matola jana anavyochezesha timu, kuna haja kweli ya kuja kwa kocha au tupachie tu Matola aendelee kukimbiza jahazi? Aa, ukisema kumwachia Matola, Simba ni e, timu kubwa. Ameshinda jana lakini, ndiyo e, ukiachana na kushinda, Simba ni timu kubwa. Alafu, e, ukiangalia focus ya Simba ni kimataifa zaidi, so NBC Premier League koo kwa level ya Matola na kwa level ya Simba Siwezi kusema kwamba Saimani Matola aachiwe timu kwa sababu Simba ni timu kubwa kulingana na malengo yake iliyonayo kimataifa. Kwa hiyo naona kama Matola malengo ya kimataifa hataubeba huo mzigo na hataweza kubeba huo mzigo. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mabosi wa Simba wakiongozwa na Mohamed Dewji Mo mwenyekiti hey, wa bodi ya wakurugenzi nashauri aletwe kocha mwenye mwenye profile kubwa, kocha mwenye mafanikio makubwa kwa ajili ya kuendeleza gurudumu la Simba. Maana ukiangalia fokasi Simba ni kimataifa kimataifa zaidi sio NBC umesema kwamba kocha Matola hata ubeba mzigo wa Simba kimataifa. Sasa na leseni ya kafu hata ubeba kivipi? kwa ile leseni anayo ah, kwenye leseni ya kafu kwanza, Matola ana leseni A ya kafu, ana leseni B koo. Kocha mwenye leseni B huwezi kumlinganisha na kocha mwenye leseni A. Alafu Simba sasa hivi ishajiweka kwamba yenyewe ni timu kubwa ya kimataifa. Kwa hiyo inapokuwa na kocha ambaye ana hata mafanikio, ndo anajitafuta e. Hawezi kuwa vizuri zaidi, labda ingekuwa labda ni timu ndogo kama e. Big Star e. labda tuseme hizo Fountain Gate e. unamwacha kocha kwamba tumwamini aendelee kujijenga. Kwa hiyo e. Simba sasa hivi inahitaji kocha ambaye amekomaa zaidi, kwa sababu ya kuja kuivukisha Simba kimataifa zaidi, Bwana Jafeti. Nishukuru sana bwana, una madini kweli bwana, kijana wangu tutazidi e, bwana kukutafuta na kutupatia habari zaidi e, ili watazamaji wa Dax Media eh, wawe wanapata madini yako bwana, asante sana bwana. Mimi ni Daniel Mitura na hii hapa ni